Guys, ile maandamano ya leo nimekubali, hmm? Yani, maandamano ya leo imekuwa tofauti na zote. Kumbe serikali ya Ruto watu waipendi, yaani mimi nimeshangaa kwa nini? Unaona pale naona Kalonzo Mshoka, Eugene Wamalwa, David Maraga, Ogobina. Hawa watu wote wamekuwa leo kwa maandamano, wanakuja leo kuandamana. Si wote ni majenzi? Kwanza wa Kalonzo, Eugene Wamalwa, tukuje kwa Maraga, tukuje kwa Obina. Si wote ni majenzi? Chacha kushangaza wakoongeza pia kuna jenzi nyingine. Ungeona hiyo jenzi wewe mwenyewe ungeogopa. Ndio hiyo huyo mzee pia ni jenzi. Sasa hii ya leo hii hii ya leo imekuwa moto hmm? Alafu cha kushangaza ukiangalia Ruto naye akasema hii ya leo itakuwa kali akafence State House. Kuanzia huko kwa fence paka kwa barabara kabisa amefence. Tunawaambia, <laughs> <laughs> Kenya, tukisema Kenya ni nchi nyingine tofauti na nchi zingine, tukubali tu kuwa Kenya, si Kenya hii ni nchi ya kufunza nchi zingine Zaa! Alafu nakuta wajinga wengine huko wasema hakuna kitu tunaweza jifunza Kenya, hii kitu ni unaweza. Hmm? hii nyii mnaweza kwa Kenya hii ku trend, tuko tunapitisha kiasi mpaka tuko na Mungu, tuko na Yesu, tuko na mama ya Yesu, tuko na nini, kila takataka ziko Kenya.